Rais wa Marekani, Donald Trump na mwenzake wa Russia, Vladimir Putin wanaonekana kuelewana katika chuki yao kubwa dhidi ya Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. Viongozi hao wawili wa Marekani na Russia wote wanataka kiongozi huyo wa Ukraine ang'oke madarakani ili kuruhusu uchaguzi kufanyika kisha apatikane kiongozi mwingine atakayesimamia mchakato wa mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine. Na nukuu Tuko kwenye hali ambayo hatujafanya uchaguzi Ukraine, ambapo kuna sheria ya kijeshi na ambapo kiongozi wa Ukraine, sipendi kusema, lakini anakubalika kwa asilimia nne tu, ni kauli aliyoitoa Trump Februari 19 mwaka huu. Siku tano baadaye, Rais Putin wa Rusia alimuunga mkono Trump kuhusiana na kauli hiyo ambapo alisema, namnukuu, haijalishi kama ana asilimia ngapi, nne au kadri itakavyokuwa. La muhimu ni kwamba umaarufu wake, kulingana na takwimu zetu, ni mara mbili chini kuliko mpinzani wake wa kisiasa anayetarajiwa. Alisema Putin, akimrejelea Valerii Zaluzhnyi, ambaye ni mkuu wa zamani wa Jeshi la Ukraine ambaye Zelenskyy alimfukuza kazi mwaka jana. Al Jazeera imeripoti kuwa hata hivyo, Trump na Putin walikosea kuhusu viwango vya umaarufu wa Zelensky, na takwimu zinaonyesha kuwa mivutano ya kidiplomasia kati ya Zelensky na Trump imeongezea imemwongezea umaarufu Zelensky kutoka asilimia 52 mwezi Desemba hadi asilimia 57 mwezi Februari mwaka huu kwa mujibu wa utafiti wa Kyiv International Institute of Sociology. Hata hivyo asilimia 37 ya raia wa Ukraine hawamwamini Zelensky, kulingana na utafiti huo. Wakosoaji wamemshutumu Zelensky kwa kukandamiza uhuru wa kujieleza Wakishindwa kudhibiti ufisadi ndani ya chama chake cha cha Servant of the People na hasa katika jeshi. Pia walimlaumu kwa kumfuta kazi Zaluzhnyi mnamo Februari mwaka huo, mwaka jana. Putin alikuwa sahihi alipomwita Zaluzhnyi ambaye sasa ni balozi wa Ukraine nchini Uingereza kuwa ndiye mtu pekee wa hadharani anayeweza kumshinda Zelenskyy kwenye boksi la kura. Jenerali huyo mnene na mwenye tabia ya kimya ana kiwango cha uungwaji mkono cha asilimia takriban 62, lakini amesitiza mara kadhaa baada ya kuwa hatagombea uraisi wakati wakati huu wa vita. Wakati vita vinaendelea, tunapaswa kufanya kazi kwa taifa, si kufikiria kuhusu uchaguzi, aliambia shirika la habari la RBC Ukraine wiki iliyopita. Hata hivyo, Zaluzhnyi anafuata anataf... ujanja wa mbinu za uhusiano wa umma alizotumia Zelensky kabla ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2019 anawafanya wapiga kura waendelee kubashiri kuhusu ajenda yake ya kisiasa kwa kuepuka mahojiano na kuwa shughuli ndogo sana katika mitandao ya kijamii. Zaluzhnyi alimshambulia Trump kwa mara moja tu kuihusisha serikali yake na kuharibu utaratibu wa dunia na kuweka mashaka juu ya umoja wa dunia ya Magharibi wakati wa hotuba fupi katika jengo la Chatham House mjini London mnamo Machi 6 mwaka huu, baada ya Trump kutoa wito wa kufanyika uchaguzi wa haraka nchini humo. Ujumbe wa msingi ulikuwa wazi: licha ya nafasi yake kubwa ya kushinda, Zaluzhnyi hapengani na Zelensky kwa sasa. Wakati huo huo, timu ya Trump pia inasemekana kuwa imenawafikia ime wapinzani wa kiraia wa, kirai wa Zelensky ingawa umaarufu wao ni mdogo. Mapema Machi mwaka huu wasaidizi wa Trump waliripoti kuwa wamefanya mazungumzo na ruia, Yuria Somoshenko, ambaye ni mwanasiasa mkongwe na waziri mkuu wa zamani mara mbili aliyewahi kujulikana kwa mtindo wake wa nywele wa taji. Shomorenko alikuwa kiongozi katika kura za maoni kabla ya uchaguzi wa mwaka 2019 hadi Zelenski alipotangaza kugombea nafasi huyo, lakini kwa sasa ni asilimia 10.6 tu ya Waukraini wanaomwamini Shomalenko, kiongozi wa chama cha Batisvania, umoja wa Baba, kwa mujibu wa utafiti wa Machi 25 uliofanywa na kituo cha Lamskov nchini Kyiv. Mtangulizi wa Zelensky na mpinzani wake mkubwa Petro Poroshenko ana umaarufu kidogo zaidi nchini humo, kulingana na utafiti huo. Asilimia 17 ya wa Waukraini wanamwamini Poroshenko, tajiri mkubwa aliyegeuka kuwa rais na aliyeshinda uchaguzi wa mwaka 2014 kwa ahadi ya kupambana na ufisadi na kuunganisha Waukraini kwa lugha ya asili tofauti lakini kwa wakati akiwa rais Poroshenko alihusishwa na kashfa nyingi za ufisadi na alishindwa vibaya na Zelensky aliyepata asilimia 73 ya, ya kura zote mwaka 2019. Poroshenko amethibitisha kuwa wasaidizi wa Trump walimfikia lakini alikanusha kuwa walijadili kuhusiana na uchaguzi wa haraka na nuku. Uchaguzi unawezekana tu baada ya kusitisha mapigano na kusaini mikataba ya amani wenye dhamana ya kiusalama kwa Ukraine, aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa Facebook. Katiba na sheria za uchaguzi za Ukraine zinakataza uchaguzi wowote kufanyika wakati wa sheria ya kijeshi, na ni vigumu kimantiki kuandaa uchaguzi wakati wa vita inapokuwepo nchini humo. Ukraine italazimika kuwaondoa kazini takriban wanajeshi laki saba ili waweze kupiga kura, na yeyote kati yao anaweza kujiandikisha kugombea na kufanya kampeni. Hii ni changamoto, hasa ikizingatiwa kuwa jeshi la Rusia linaendelea kushambulia maeneo ya mstari wa mbele wa urefu wa kilometa 1200 ingawa mafanikio yao ya ardhini mwezi Machi yalikuwa ni madogo. Walifanikiwa kuteka kilomita za mraba 133 hasa katika mkoa wa Donbas, punguzo kubwa ikilinganishwa na Novemba walipoteka kilomita za mraba 1730, kwa mujibu wa Kotsia, kituo cha uchambuzi kwenye Telegram. Hata hivyo, Putin anaonekana bado ana matumaini kuwa jeshi lake litafanikiwa kuvunja ngome ya Ukraine, huku akiweka masharti mapya kwa kila pendekezo la Trump la kusitisha mapigano siku 30. Mashambulizi ya Russia karibu kila siku dhidi ya miji ya Ukraine ni tishio kubwa la usalama kwa kuwa mikusanyiko ni lazima wakati wa uchaguzi. Vituo vya kupigia kura huwa vinaandaliwa katika shule za umma ama majengo ya serikali, lakini vita vimeharibu maelfu ya majengo hayo nchini Ukraine. Pia, Kyiv haiwezi kuhakikisha usalama wa waangalizi wa kimataifa waliokuwa wakifuatilia kila uchaguzi katika nchi ya Ukraine tangu enzi za Umoja wa Kisovyeti. Iwapo sitisho la mapigano litasainiwa, uchaguzi wa rais unaweza kufanyika ndani ya siku tisini baada ya kuondolewa kwa sheria hiyo ya kijeshi. Hata hivyo, ili kuhakikisha hesabu sahihi, kiivu italazimika kufanya sensa ya watu ili kujua idadi halisi ya wa wapiga kura. Na idadi ya watu ilikuwa milioni 34.7 mwaka 2022, ambapo Russia ilipoanzisha uvamizi wa kiwango kikubwa. Tangu wakati huo, raia wa Ukraine milioni 6.9 wamekimbilia nje ya nchi, milioni 3.7 wamehamishwa ndani ya nchi na milioni 5 wamebaki katika maeneo yao yanayokaliwa na Russia. Zaidi ya hayo Russia na raia wa Ukraine milioni moja nukta tatu wanaishi nchini Russia na mshirika wake mkubwa Belarus, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kulingana na maofisa wa Ukraine, watu hao wanakabiliwa na kifungo, mateso na kupokonywa mali iwapo watajaribu kupiga kura kura za karatasi zitakazopigwa na wakimbizi barani Ulaya na kwingineko zitazidi uwezo wa ubalozi na balozi ndogo za Ukraine zilizoko katika mataifa ya Ulaya. Zaidi ya raia wa Ukraine milioni 20 hutumia dia yani, programu ya simu inayowezesha kupata huduma nyingi za kiserikali na hata kuuza magari yao. Lakini walipoitumia dia kupiga kura kumchagua mwakilishi wa Ukraine kwenye mashindano ya Eurovision mwezi Februari, programu hiyo ilipata hitilafu, kwa mujibu wa jarida la The Economist la nchini Uingereza Jumapili liliripoti siku ya Jumapili kuwa Kyiv inajiandaa kufanya uchaguzi na Zelensky anatarajia kushinda. Jarida hilo linukuu vyanzo vya serikali visivyotajwa majina kuwa siku moja baadaye kiongozi wa chama tawala cha Servant of the People alikanusha taarifa hiyo. Nanukuu, vimo vyote vya bunge na vikundi vya wabunge wamekubaliana kwamba uchaguzi utafanyika miezi sita baada ya kuondolewa kwa sheria ya kijeshi, alisema David alhamia kwenye televisheni mwenye televisheni hiyo nchini Ukraine. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.